Na mtazamaji wa Truth Media uhali gani? Ikiwa leo ni Alhamisi ya Machi 20 mwaka ni 2025, siku tulivu kabisa na leo kama kawaida tumetembelea katika ofisi za Grant Care Tanzania Limited zinazopatikana hapa maeneo mnazi moja, Nkuruma na nini, hii ni Nkuruma tu moja kwa moja barabara. Hey, Nkuruma hii tumoja hey, tumoja hey, kuja... yani na JK. JK. E, JK JK eh JK Park. Park, eh. Na tumekuja kumtembelea sauti kama ulivyoisikia ya ndugu yetu Simba Ulaya Zidane Wamburati zote shabiki kindaki kindaki wa Simba Sports Club mnyama huyu. Lakini kabla ya kuzungumza na Simba Ulaya nikukumbushe kuwa kwa Mchina Store ni maduka yetu pendwa kabisa ambayo kuelekea sikukuu hii ya, ya, ya, ya Idi Elfitri, pamoja na Pasaka yanakupa ofa nzuri kabisa ajip, wanakuambia ajipatie jinzi kali kabisa kwa shilingi elfu kumi na saba t-shirt nzuri za rangi mbalimbali kwa shilingi elfu kumi aviatu vizuri kabisa vya wanaume na wanawake kwa shilingi elfu kumi mashati mazuri kabisa ambayo unaweza kunyongea tai kabisa kwa shilingi elfu kumi lakini pia ajipatie jezi za timu mbalimbali uzipendazo kwa shilingi elfu kumi maduka yetu yanapatikana katika jiji la Dar es Salaam Mbezi Luis roundabout ya Kinyerezi, karibu kabisa na sheli ya Mount Meru. Lakini pia sio Dar es Salaam tu, tunapatikana pia Dodoma, stendi kuu ya nane nane ya mabasi ya mkoa, ndani ya jengo la Dig in Terminal Lodge. Kwa maelezo zaidi piga namba 0753788977. Simba Ulaya, wewe watoto washapata nguo za siku kuu, wanaitwaje hao? Hawa wanaitwa kwa mchina, store kwa mchina, amchina picha bwana, ipi unaitaka hapa? Ah, kama hivyo, jambo la heri kwa kweli. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu, nitaenda hapo. Ndugu yangu, mbona umechelewa kunipa taarifa? siku nyingi mi napenda vitu kama hivyo. Unampigia mtu simu, kitu anakuletea tu. Ndugu yangu, kwa kweli, kama mimi ah, sipati tabu. Kwa hiyo mi namshukuru sana Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema Nipo ndugu yako balozi wa niko glant niko faya niko moto kwelikweli, kakangu, namshukuru sana mungu wangu leo na furaha kabisa. Ah, Dar es Salaam, Dar es Salaam, si unajua tena Dar es Salaam kuanzia tarehe kumi na saba mpaka tarehe ishirini na tatu yeah. Watu wanajiandikisha kwenye daftari la kupiga kula kwa fulani nilikuwa nayo mimi yeah, Jumatatu mpaka Jumapili. <laughs> Jumapili ndio kushne kwa Dar es Salaam, na kwa hiyo mi nacho flight nisha Nishajiandikisha ndugu yangu, kama kawaida, ktausho nimepata, acha cheleko cheleko. Na mwenye ngoma mjanja, lazima ujiandikishe kwenye daftari la kupiga kura kwa kama mimi hapa, mzoa amepasa milioni tayari, maanake wengi wana ile tabia mwishoni, ndio wanajifanya ile wanataka waende tu, wajazane kwa wingi. Hapana, toa mapema, waandikishaji wako wengi, vituo viko vingi Dar es Salaam kama unavyoona. E, kama kakaangu mzee ya miskondo, mzee wa kanzu nyeupe, yani muda wote mikono misafi kama vile dobi, mzee wa kanzu nyeupe e, tayari tu mapema tu kakaangu e. Simba Ulaya bwana, dabi ya Kariakoo iligairishwa, ilitakiwa ipigwe Machi nane siku ya Jumamosi, lakini ukiangalia leo ni Machi ishirini siku ya Alhamisi, ni siku takriban kumi na mbili hivi zimevuka, sintofahamu nyingi zimetokea hapa. Mambo sasa hivi yanaonekana kupamba moto, kuna watu ambao wanalilia kwenda kasi. Umezisikia hizo <laughs> kuna vitu vingine unatakia hata kumeza kichwa kaka yangu. Kwanza mimi namshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, na washukuru sana wana Simba ni watu wa football na wavumilivu. Simba Sports tushatoka sisi kwenye staili ya kwenda kazi, iisha kututokeaga kipindi kile tuko, msemaji wetu mjomba Chogero, yani kipindi kile mjomba Chogero ilikuwaga hivi hivi tukiona kumbe alikuwa akiona kuna dalili ya, ya kukosa ubingwa. Tunashanga mara siku kakamata TV mara kakamata laptopu, oh, angalieni tunaonewa tunakwenda kasi he? amna kasi amna nini bro, asikudanganye mtu mchezo wa mpira una taratibu zake, mchezo wa mpira una kanuni zake. Mchezo wa mpira bwana unaongozwa kwa Tanzania hapa na TFF pamoja na bodi ya ligi. Kwanza mimi TFF. TFF mimi bodi ya ligi bwana mimi namkubali sana, na mpongeza sana. Ameuheshimisha mpira wetu bwana. Mnyonge, mnyongeni aki yake bwana mpeni blo. Juzi kajipindua akasema ukweli bwana. Kwa miaka hii jamaa alikuwa anachukua kumbe yeye ndo wale, wale walikuwa yuko nao sana karibu. Kumbe sisi tulishakigundua tulikuwa hatuna quality lenye uwezo wa kutupa matokeo. Wao wata watani nao walijitahidi kuwa na quality ya kuwapa matokeo lakini goma limegeuka. Sisi sasa hivi tayari tuna quality ya kutupa matokeo. Kwa hiyo ndo haya yanaofanyika, kwa kweli nashukuru sana viongozi wangu. Kwa kweli nashukuru sana mwekezaji wetu ana Simba dua zetu na sala zetu. Kwa hiyo tushatoka hii mambo sio ya kasi, siyo ina nini bro mpira unachezwa kwenye pitch. Haya unaenda kasi kwa lipi? Wewe hujamkabata mpanzu kasi unakimbilia nini bro? Hmm? Eh machine bado hujakutana nayo. Blo, ukikutana nayo kwanza mm. Mpanzu kibisaware mm. Ukishakutana naye afu ndo kidogo oh, una habari ya kwenda kasi ya kwenda wapi hata na mpanzu tu alama tatu apewe. Blo, hamna kitu kama hicho, hamna ushindi wa mezani bro. Wote sisi tuna kumbukumbu zetu blo. Mi, kama mimi na kumbukumbu nimeweza kwenda kwenye football dabi hizi nimeenda nyingi sana wao masaa machache tu mm. Eh? masaa machache tu taratibu zilikuwepo, kanuni hivi na hivi, wakasusa wakaenda ondoka, katuacha uwanjani. Tumejazana pale, waje uwanjani bro, tumelipa kiingilio chetu, waje uwanjani, kiingilio chetu kifanye kazi yake. Mtani anasimamia kanuni, anasema Ah, wangesimamia kanuni, saizi wapo kakaangu hivyo, bodi ya ligi wale na TFF hivyo, wangesimamia kanuni paka leo mtani upo sange kuenda kula liko kuenda pani Afrika leo ngekua manganyu kwa hivyo, wakae waelewe, watulie, kama namba moja wafate taratibu, kila taratibu na taratibu zake, kama unavyokwenda kwenye ibada, kwenye ibada kuna mwongozo wake. Kwa mi nachotaka niwambie kila mtu afate taratibu yake. Mchezo wa mpira una taratibu zake, afate taratibu zake, na nachotaka kumwambia wale askaria kitu kimoja, hawezi kumfurahisha kila mtu. Yeye afatishe afatilie taratibu na kanuni zinazomwongoza wale askaria hawezi kumfurahisha kila mtu yeye, sio wazana wa magharibi bro, hadi amfurahishe kila mtu kaka. Lakini jana nilimsikia uh, mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto akizungumza, amesema jambo hili wanatakiwa watumie busara, lakini kunaonekana kuna timu moja haitaki busara alichozungumza yeye, na anasema katika timu hizi mbili mmoja anafurahia mwenzake akishuka daraja. Ah, mimi kama mimi siwezi kufurahia mtani ashuke daraja. Kwa tani mimi, mamangu mzazi, ujue yuko upande ule naye rafiki yangu mimi aliwatani Amza Mnyika shuka, shuka daraja vipi eh? <laughs> Hapa tatibu tu zifanyike tu, asishuke daraja wapigwe hata faini, labda ile milioni hamsini katika milioni hamsini na mimi nitachangia changia ili tu asishuke daraja. Mtani tena ashuke daraja, utamu unapatikana wapi? unajua sisi hapa bwana, tangu long time tuko madogodogo janja eh? mm. kwa Dar es Salaam eh? Tumezoea wenyewe kwamba tunatania na hivi tunafanya. Sema sasa hivi mpira wetu ume wamekuja kuvambia watu hata eleweke, utakuta mtu kamchania shati ule, kampiga kibao yule, yani wanatoka ile katika uasilia wetu wa kidar es Salaam hapo hapo. Simba Ulaya umezungumza mpira dabi, sasa hivi Simba na Yanga unaonekana ni waadui Sio utani kama zamani, unakumbuka? Hata Haji Sande Manara wakati yupo Simba Sports Club alikuwa na matatizo ya macho, lakini Young Africans waliweza kumchangia kiasi cha fedha, akaenda India kwenda kupata matibabu. Na watu wengi zamani, ulikuwa ukicheza dabi, labda timu yako imefungwa, ta mtu anakuletea labda ugali uh. Ule utani unakuwa kawaida, watani wanazikana, lakini sasa hivi utani unaonekana ni uadui. Kwa nini tumefikia hapa Simba? Ah, kinachotakiwa tu kuendeleza dua tunasala, ndio kitu cha umuhimu kwa sababu ukiweka dua na sala inakuwa kidogo inapendeza. Kwa hiyo na mpira wa miguu sasa hivi kila mtu wengi, yani mtu utakutani kwa fono, hata mpira ni kwenye, haendi. He, kuna mmoja mimi nishakutana siku moja kwenye na pasi milioni Simba mna kitu, nikafuata tu nikamuliza swali dogo, bro vipi mpira kweli, ushai kwenda hata kuifuatilia timu yako wewe? simtani eh, hey, mimi hey. nikamwambia nitaje namba moja hadi kumi na moja ya timu yako eh, namba moja kamala, wewe timu gani tena? mbona sikuelewele, yani hata timu yake ijui kamba swali la pili, ili tutake kuongea na mimi kuhusu football, uwanja wetu wa mpira wa miguu unaitwa jina gani? Oh kalume mama yangu nikambea, unaitwa Benjamin William Mkapa bwana, sio kalume. Kwa nika ajui hata uwanja unaitwa jina gani? ni masikia ya Mungu nikambea, basi mtajie hata makamu wako eh, makamu wako tu wa wadaya Young African. Oh engineer Ellis, yaani anachanga, yaani vice, yaani ajui, ajui chochote tobare Sheria so, kumi na saba angesema usile sana, angejikuta yaani ndiko hiyo. Hao wengi ambao yaani hawaujui ule mpira unauvamia, yani hawajui yani, awa, chochote toba. Yaani kaniona mie tanabana kisugu vipi? Kabe mi sio kisugu, mi pasi milioni bwana. Ndo hao hao mashabiki hao, unawasikia wanasema tulete timu uwanjani, ndo hao mpirani kwenye kwanza hawaji bro, mpirani kwenye hawaji

Ah, <laughs> sisi mashabiki ndio vioo vya mpira wenyewe. Kwa nachoomba hata sisi mashabiki wenzangu wengine nao waendelee spiriti ya ya kuhamasisha sana upendo, amani na mshikamano, uje football, watu lazima wapendane, wataniane, unautani ule kidogo utani, hey, utani usioumiza kivili, ukiona mwenzako ameanza kukasirika unaondoka basi, unamwacha ndo ilivyo. Mimi silizikagi nikionaga watu wanapigana blolowe na niuma, sipendi watu wapigane kakasi.